Kutokana na, na baadhi ya wanafunzi kufutiwa matokeo yao ya kitaifa kwa kuandika matusi katika karatasi za kujibia maswali, wadau wa elimu wamezungumza na Mahasin TV na kutoa wito kwa jamii kuungana pamoja katika kutoa malezi, kwani changamoto hiyo inasababishwa na kukosekana kwa maadili mema katika familia. Abdul Hamidu Shaban anatuarifu zaidi. Kila mwaka wanafunzi wa ngazi mbalimbali mbali nchini ikiwemo darasa la nne, darasa la saba, kidato cha pili, kidato cha nne na kidato cha sita hufanya mitihani ya upimaji wa kitaifa inayowawezesha kuendelea na ngazi nyingine za kielimu. Licha ya umuhimu wa mitihani hiyo, baadhi ya wanafunzi hujikuta wakifutiwa matokeo kutokana na vitendo vya kuandika matusi katika karatasi za kujibia mitihani badala ya kutoa majibu ya maswali waliyoulizwa. Kukithiri kwa jambo hilo kumewasukuma wadau wa elimu kutoa wito kwa jamii kuungana kwa pamoja katika usimamizi wa malezi katika familia. Tuungane pamoja kulea watoto wetu kama wazazi, tuungane pamoja kusaidiana kuokoa kizazi hiki, maana leo tumekuwa na tatizo la ajabu. Mtoto amekuwa ni mzazi, si wa jamii tena. Pia tunaomba mashirika ya kijamii na yenyewe pia yaangalie maadili yetu, maana tumekuwa na changamoto, watoto wetu leo wanaiga maisha ya haki nyingi sana kuliko kawaida. Saidia watoto wafahamu hili kwamba tuna maadili ya Kitanzania, tuna maadili yetu ambayo tunapaswa, sio kuandika matusi. Huo si utamaduni wa Mtanzania. Sisi kama wadau wa elimu jambo hili linatia kichefuchefu na sio jambo linaloweza kukubalika katika jamii yetu. Limekuwa ni jambo la kawaida sana sasa, watoto wetu ulelewa na madada au makaka wa kazi. Tunatoa ushauri kwa wizara husika, hasa wizara ya elimu na wizara ya maendeleo ya jamii kutafakari kwa kina uh, eidha upande wa sheria au upande wa polisi ili tuweze kutengeneza polisi ambazo zinaweza zikasaidia kuokoa janga hili, na haya mambo yasiendelee kutokea katika taifa letu. Aidha, wito umetolewa kupewa thamani kwa elimu ya kiroho kwa wanafunzi wawapo mashuleni ili kutatua changamoto ya ukosefu wa maadili katika jamii, tatizo ambalo limejitokeza sasa hivi. Elimu ya kiimani, elimu ya kiimani inaona imekuwa haipewi kipaumbele. Elimu ya kiimani ilo inamjenga mtoto katika maisha ambayo yanaweza yakamfanya awe na hofu kwa yale ambayo anayoyafanya. Watoto wengi wa zama hizi wanaishi katika maisha ya kukopi na maisha ya kuiga. Tunaomba wizara ya, ya elimu na wizara ya maendeleo ya jamii, hebu wakae pamoja, waongeze vipindi kwenye shule, angalau watoto wajue tunatoka wapi, tunakwenda wapi kama taifa. Eneo la maadili zitatengeneza mtoto wa kitanzania aweze kuakisi utanzania pamoja na kwamba tuko katika dunia yenye ya, in ya utandawazi. Je, ni nini kitatokea endapo hatua za haraka zisipochukuliwa kiendelea kwa mtindo huu? Tutafika mahala badala ya kuona matusi kwenye mitihani tutaona watoto wakitembea barabarani wakitukana watu wazima. Lakini je Hawa ndio watanzania tunaotarajia tuwaachie nchi baadaye ili waiendeleze taifa hili? Kizazi chako ndio kitakacho kuokoa kwenye matatizo ambayo yatakutana nayo mbeleni. Kwa lazima pia taifa, tukumbuke jamii hii, ili uendelevu, lazima utengeneze watoto na vijana. Sisi kama wazazi tuondoe lawama sana kwa serikali, tujitathmini na sisi. Je, maadili tunawalea watoto wetu yanaendana na hali halisi?